Aliyekuwa mwigizaji wa filamu kutoka hapa hapa nchini Tanzania ambaye amevuma zaidi katika filamu ya Jua Kali Laidanus Vitalius almaarufu kama e, Kitundu, unatarajiwa kuzikwa siku ya leo ambayo ni tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2025 katika makaburi ya Wireless yaliyopo ya Temeke jijini Dar es Salaam. Akizungumza na Sawa Sawa Online Digital, mwigizaji wa tamthilia ya Jua Kali Abduli Razak bana ameweza kusema kufanya mambo makubwa sana kwa Kitundu, lakini licha ya mambo yote ni kwamba eh, mazishi ya msanii huyo hapo yataweza kufanyika tarehe eh, ishirini na sita ambapo ni June mwaka 2025 saa nne, eh, bana, asubuhi nyumbani kwao Kitundu, mtaa wa Magomeni. Kwa mujibu wa maneno ambayo ameweza kuyazungumza, Abduli ameweza kusema neno haya, msiba hupo nyumbani kwa Kitundu, mtaa wa Magomeni kuanzia saa eh, saa nne eh, bana, mida ni hiyo hiyo ya saa nne, lakini tarehe 26 mwaka 2025 25 so, ni kwamba watu wote wana haswa waweze kufika kufika, lakini pia mazishi ya ebana, kumoje, mazishi yataweza kufanyika e e e bana bana bana moja moja kwa kwa kumzika ebana, huyu hapo ni ni mida ya mchana, ya ya saa nane kamili mchana makaburi ya Wales Temeke, karibu na Changombe kituo cha polisi namba za za mawasiliano ajili kuweza kufika mahali ambapo msiba huo ulipo, kwamba unaweza kupiga kupitia nambari za simu ambazo ni 0785975656. So huo ndio ujumbe ambao Abduli Zak aliweza kushea e, bana na sisi e, bana Kitundu ameweza kufariki dunia siku ya, ya e, siku ya hapo ya juzi ambapo ilikuwa tarehe 24 E, mwaka 2025 ebana June, ambapo watu wengi sana waliweza kusikitika, ambapo watu wengi hususan ni wadau wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia wadau wa e, wa maigizo wao waliweza kusikitika sana, kusik, kulingana na huu msiba wa Kitundu ambao mpaka sasa hivi taarifa rasmi za kifo chake hazijaweza kutolewa, yani kwamba ni kitu gani ambacho kiliweza kusababisha ebana kifo chake kuweza kutokea, lakini Lamata yeye, ambaye ni direkta wa filamu hii ya Jua Kali, aliweza kutoa ebana taarifa ya masikitiko kabisa. Kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuthibitisha kwamba e, bana kifo chake cha e, mwigizaji huyu ambaye anafahamika kwa jina la Kitundu, ambapo taarifa rasmi kuhusiana na nini ambacho kiliweza kumuua e, bana hajaweza kutolewa mpaka sasa hivi. Ni upi mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now e, bana uko na mtazamo gani? Drop comment ya comment yako kwa hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha cho